Ehe, dada Yusta karibu sana, asante. mm -hmm. Wewe ni mpya kabisa wa dada center, ndio umetusikia wapi? umetokea wapi? mimi natokea mbweni mbweni ndio okay. umetusikia wapi? Nimesikia siku nilikuwa nimekaa dukani, nilikuwa nashinda dukani. dukani kwa nani? ni kwa dada okay. e. unamsaidia? e. nikapita Instagram, nikakuta tangazo la kazi, nikasema let me try mm. And not try not but to do it. Mm -hmm. niji kaniambia mm, sio matapeli kwe, nikawambia hapana, sio matapeli na, na nataka nifanye dada, dada. Pia na mama wazazi wako wako Mbweni ndio, nikasema nataka niende, msinikataza, nataka niende nikaone. mm -hmm. akasema sawa mm -hmm. nenda baraka zote. mm -hmm. Na mama naye akanisindikiza mpaka hapa, mpaka njia panda pale Ambweni. mm -hmm. okay. Nikapanda gari la kuja huku mm, kwa amani kabisa mm -hmm. Ndio. Okay, ulikuja kuulizia kwa... Aaaoo, nilikuja moja kwa moja nikakutana interview. Ukafanyiwa interview? Ulikuja kuomba kazi gani? Nilikuja kuomba kazi ya dada wa uh, watoto kula uh, watoto. We umesomea malezi, malezi? Ndio. mm -hmm. Nimesomea malezi kwa, kwa ngazi gani? Setifiketi japo kuna baadhi ya situation zimetokea ambazo sijafanikiwa bado ya kuchukua cheti, ila niko ni process kufuatilia cheti. Nataka mm -hmm. Kwanza nifanye kazi. mm -hmm. Nikitimiza target yangu fulani, nikakifuatilia cheti. mm. Ndio, okay. Kwa hiyo kama uh, umesomea malezi uh, umesoma kwa muda gani? certificate muda gani? mwaka mmoja. Mwaka mmoja ndio. Wapi? Institute of Social Work Bamaga pale mm, ndio. Kwa hiyo target yako ulikuwa unasoma ili ukafanye nini baada ya kupata hiyo taaluma? Ah, target, target kubwa ilikuwa ni kuja kusoma na hata pia kuja, ku, kuja kuelimisha jamii mm, yani, nu yani kutatua mbali, kutatua shida mbalimbali za vijana na watoto hasa wanaopitia changamoto mbalimbali za malezi angamoto za malezi. wewe ulisoma malezi, uliwewe, uli malezi ya watoto, watoto pia hata vijana. watototavijana kwa lengo la kuja kutatua changamoto ina, pitia. Pitia Ndiyo. kwenye jamii. Okay. na ulisha, yani kabla hujatusikia ujeja, ujeja hapa uli, uliwahi kupata idea kwamba ni njia gani utapita kwa ajili ya kutatua hizo changamoto? Utafanya nini? Utakwenda kutafuta ajira serikalini au utaanzisha kitu chako au, uta, utafanyaje ili utatua hizo changamoto za watoto na vijana kwenye jamii uliwahi kuwaza nini after ukishasoma then? mm, ambacho nilikuwa nimewaza yani ni kupitia kukaa na watu mbalimbali mbali. mm -hmm. katika jamii mm -hmm. yaani kujisocialize so kuchagua mimi ni mwanamke basi nikae na wanawake, hapana nijichanganyi mm -hmm. ili kujua wanaume wanapata changamoto gani labda. mm -hmm. Wanawake changamoto gani, je na watoto kiujumla, ndio. mm -hmm. mm -hmm. Baada ya hapo labda nilikuwa nawaza nije nifungue na mimi mm -hmm. ofisi yangu. okay. Ndio. Perfect. Kabisa, yani ume, umesema kitu kikubwa sana, na watu wengi ambao wanalalamika wamesoma, hawajapata ajira. Ndiyo. na imani hiyo ndo shida kubwa, hawakuwaza kwamba nasoma hichi kitu kwa ajili gani? ukijua nasoma, umesema vizuri sana Siku, yani biashara au kazi ni kutatua matatizo ya jamii. Ndiyo. kwa hiyo unapoenda kusoma taaluma fulani, maana yake umegundua kuna shida hiyo kwenye jamii ambayo unataka kuja kuitatua. Kwa hiyo we uliona kuna shida kwenye malezi, ukaamua ngoja nikasome malezi. Ndiyo. ili nije nitatue tatizo la malezi kwa watoto na vijana katika Ndiyo. jamii ndeni nikae na watu ili nijue ni changamoto gani hiyo? Ndi. ni hatua nyingine ambayo ni kubwa sana, ni kitu kikubwa sana kama Mungu amekupa ufunuo wa kujua hicho, kwamba ili uweze kujua watu wana matatizo gani lazima uka, ukae nao, hiyo uliosema kusocialize, kukaa nao ujua na shida gani. Mi nasoma theoloji mimi hapa uh, haikuja tu kwamba nataka kwenda kusoma theoloji. Nilivazisha huu mradi, nilishangaa kila anayeomba dada anataka dada mwenye hofu ya Mungu dada mwenye hofu ya Mungu, dada mwenye hofu yaani cha kwanza ni hofu <tripe> ya Mungu. Inabidi nikasome theoloji niseme sasa, he hii hofu ya Mungu tunaipata wapi? Inabidi nirudi shule, naenda kusoma wapi nini, ngoja nisome elimu e, wana, ya Mungu ili nijue e, wanaokuja hapa wana kwanza wana hofu ya Mungu, wanamjua Mungu, wanajua e, kwa nini hao watu wanataka watu wenye hofu ya Mungu ni kwa sababu kwenye, kwenye imani za kidini ndiko kwenye maadili ya kweli. Ndi. Kusema ukweli, kutokuwa mwongo, kutokuwa mwizi, kutokuwa eh, na tabia za ajabuajabu -ajabu, za uhuni, za umalaya, za nini, hizo zote ni tabia ambazo zinajengwa kwenye misingi ya imani. Kwa hiyo uwe Mkristo, Mwislam, dini zetu hazitufundishi mambo ya machafu, tunafundishwa vitu vizuri. Ni kwa sababu tu watu eidha wajavitilia maanani au wataki kufanya kama wanavyoelekezwa na imani zao. Ndo maana nikasoma hiyo, natoka nimesoma hiyo, narativu zangu zimebadilika. Hey, ukinisikiliza unasikia na, na, na, naenda kule wanakotaka wateja wangu. Wanataka watu wenye hofu ya Mungu, kwa hiyo inabidi tuandalie watu ambao wanamjua Mungu, watasimamia misingi ya Kimungu. Hata mikataba yetu, vitu vingi tulivyoviweka ni vitu ambavyo vinatokana na maadili ya Kimungu. Kwa hiyo nimesoma kitu ambacho ninajua, kwa nini nimekisoma? Ili niboreshe kazi yangu. Nimetoa mfano kutokana na nilicho nilichokisikia kwako na kwa sababu umejibu kwa usahihi. Huwezi kusoma tu kwa sababu ninataka kusoma au wazazi wamesema nikasome, alafu baada ya hapo naanza kusema serikali hakuna kuna ajira. Unatakiwa usome ujue unakuja kutatua changamoto gani kwenye jamii, na ukijua hivyo lazima utakaa karibu na jamii na utayaona matatizo yao na utayatatua. Ndio Yusta, huko hapa umeona umesikia malezi kwa sababu ni eneo lako, umekuja na umekuja umetukuta kweli, tuna section ya malezi. Watu wanahitaji watu ambao wana uwezo wa kwenda kufanya malezi kwa levo za juu, watu ambao wana idea na malezi. Kwa hiyo kama umesoma malezi, maanake ni rahisi kuwasaidia watoto kwenye hilo eneo, lakini pia ni rahisi wewe kuja kuanzisha taasisi yako ambayo itakuwa inaendelea kusaidia watu kwenye malezi. Sidhani kama kuna siku utakuja kusema hakuna ajira, mna kazi au serikali sijui haija kusaidia. Si unanielewa yeah. E, nafikiri hapo kuna, kuna somo eh, si ndio? Jamani, kuna mtu hajaelewa tena, huyu atakuwa anapenda tu ubishi. Haya, Dada Yusta karibu. Kwa hiyo sasa, kwa sisi kama wadada center, uh, kuna kitu specific ambacho unasema nataka ni achieve, labda ndio hiyo kwenda kuchukua cheti, au pia kuna amount fulani unasema pitia hii kazi, labda nataka nikusanyie kitu fulani, yani kuna kitu unacho kichwani ndio, kitu mm -hmm, kipo mm -hmm. Sababu hata pia hakuna binadamu ambaye hana kitu cha kufanya mm, <tipa> wengine kama hawana wanasindikiza tu yani, <tipa> e, e, e, e, shoga, mtu ana malengo bwana. Wengine wanakaa kila ugali wa familia tena, ulikuwa kwa wazazi we, ungekuwa unatosheka tu kula ugali wa dada au wa mama pale, shu, siku imeisha. Lakini uko hapa kwa sababu una malengo. Sasa sio wote, wengine wanaridhika na ugali wa bure wa nyumbani. Kwa upande wangu mimi mm. Mimi ambacho nimetargeti mm. Nije niw, yani niwe mjasiriamali mkubwa kwanza mm. Je, nifuge kitu ambacho najua kitaniingizia income mm. Eh, kitu sindohicho? <laughs> Malezi, malezi, malezi ndio eneo lako. <laughs> Yani malezi pia hata pia mm. Nisibezi tu upande mmoja mm. Malezi tu hapana mm. yani kama nilivyosema kujisocialize mm. niunganishe hata pia kitu kingine ndio okay. Sawa. Malezi, kuna hela kwenye malezi. Sawa, eh, malezi kuna hela, ukijipanga vizuri kuna hela kwenye malezi. Kwa hiyo kabla hujajitanua kwenye vitu vingi vingi, hichi kimoja ambacho umeanza nacho, kwa mfano sisi hapa maprofesion wa malezi, yani kuna wale ambao umepata kama hiyo satifiketi ya wania, akija ukimwangalia, we umekuja lini kikwetu? mkuja jana jana, ndo umeingia e, umekuja kama mtaalamu wa malezi, japo vyeti ujaleta. Kwa hiyo mpaka hapo kwanza tayari ni shida, inabidi uje na na certificate eh, kwa watu ambao tunawaambia hawa dada ni wa malezi, kitu ambacho kinaweza kikaonyesha kweli umesomea, umepata elimu ya malezi, ni cheti chako au la. Umefanya kazi kwenye level za juu, fanya kazi na mabalozi, umefanya kazi na nini, alafu wamekupa recommendation letter kwamba mm -hmm. e, Yusta tumefanya naye kazi, ana uwezo zaidi kwenye ma, watoto anafanya vizuri. Hapo ndio tunakuangalia kiprofeshonal. So una siku mbili, leo ni siku ya pili, tutakuangalia tuone una fiti levo ipi. Lakini nachotaka kusema, wewe bado ni mdogo una nafasi ya kwenda kukomboa kwanza hicho cheti chako na kuendelea kujikita kwenye eneo la malezi kwa sababu sisi hapa mtu wa malezi ambaye ni proper. Yani yana, yuko vizuri kwenye malezi anaenda kwenye laki tano, ambapo anakaa kwa bosi, anakula kwa bosi. Ni hela nzuri sana kwa sababu wengine wenye hizo taaluma wanafanya kazi huko kwenye taasisi zingine hizi za sijui za shule nini na bado wanalipwa hizo laki tatu, laki mbili na nusu, sindio? Lakini ukienda nyumbani kwa mtu unapata laki tano, na umekula, umelala, ni hela nzuri sana ambayo unaweza ukaweka malengo ya kufanya jambo lako la maana kwenye maisha yako kwa hiyo ushauri wangu kwako ni kuji, kuangalia mahali ulipo na kuendelea, kwa sababu pia elimu of course haina mwisho, kuendelea kujiboresha ili uweze kuwa competent kwenye hilo eneo lako unaposema ni malezi yani. Yusta unakaa unaenea kwenye malezi sawa. Hapa tunatembeleaga eh? tuna vyeti ambavyo hata wee mwenyewe checheti bado hujakishika mkononi, lakini walioshika vyeti wana relax sana na vyeti yaani unakuta mtu ukimweka cheti chake na yeye wako ni vitu viwili tofauti. Yaani yeye haonyeshi ile competence ya kwamba hichi kitu anakijua ni cha kwake, kama mi navyokalia kiti hapa nkiongea na wadada, unaona kabisa nimeenea sindio? Ndio okay. mm -hmm. eneo langu maana mimi nimepita na waelekeza mwendeje ili muweze kufanikiwa kwa sababu nimepita kwenye hii kazi. Sasa usiponisikiliza ni wewe na ujinga wako. Kama unataka kusikiliza watu wenzako ambao ndio mnaangaika kutafuta kazi mtashauriana nini? Lakini mimi ambaye nilishapambana nikatoka huko nikafika hapa na uwezo wa kushauri ufanyeje upiteje ili ufike, sawa maana hapa, mm -hmm. wasichana wanakutana hapa, wanapeana namba, wakifika huko wanaanza kushauriana ujinga. Sasa pambana, koma, eh ndio maisha. Maisha ni magumu, hakuna kitu kirahisi, hata ukiwa mtaani ni kugumu Alimradi bosi wako wakupiga, au nini, lakini mwenzako hapa atakwambia, bwana, tuondoke. Kazi zenyewe kazi za ndani, ah, kazi za ndani ni mateso sana. Sasa mnashauriana nini? Hayo ni maendeleo? Hapana, hakuna mtu aliyefanikiwa ambaye hajapitia changamoto. Hayupo. Changamoto ni sehemu ya maisha. Sisi tuna changamoto tunazosema hizi, hatutavumilia kama bosi anakupiga au unakutana na mabosi washenzi au wanaotaka kukuharasi kingono, hapana matukano matusi, hapana. Lakini hizi changamoto za kawaida, umefanya kazi ya mtu anakwambia ujafanya vizuri hivyo, ni vitu vya kawaida na anakusaidia okay. ili uweze kuji, kuendelea kujinoa, unaelewana? Ndiyo. Kwa hiyo dada Yusta karibu sana, asante ya, ya, sisi tuko hapa, tutaendelea tutaendelea kusaidiana, kwa sababu kazi yetu hapa sisi, kazi yetu ni kuwa pruni pruni hivi majani majani yale ambayo hayafai, matawi matawi yale ambayo tunajua yatakuzuia kukwenda mbele tunayaondoa, then una, una, una ng'aa. Kama ni moto basi unasema, we ni dhahabu, tunakupitisha kidogo kwenye moto ili ung'ae vizuri, uwe pesa, sindio? Mm, ndo kazi yetu hapa kwao. Vyovyote utakavyoambiwa, sio kwa sababu tunataka ujisikie vibaya au ukate tamaa, tunakunoa ili uwe pesa, uwe vizuri, ufanikiwe Sawa sawa. Ndio, uko tayari? O, tutaweza. Ndio, karibu. Asante haya.